Swala ambalo Yanga wanalalamikia, jamani, kwamba Simba imekataa kuleta timu uwanjani. Simba hatujakataa kuleta timu uwanjani, tunafuata sheria na kanuni za mpira, si ndio? Kikawaida timu inapotakiwa kucheza, kama inacheza kesho saa mbili usiku, inatakiwa leo saa mbili usiku ifanyeje? Ifanye riheso, ifanye mazoezi. Lakini sasa, Yanga wao wanataka kutulazimisha, yani zile wanavyotaka. Sasa huu mpira hauendeshwi na Yanga, jamani, huu mpira unaendeshwa kwa kanuni sa mpira sasa. Yanga wasitupeleke vile wanavyotaka, sisi sio mwendo kasi, si ndio? Kwa hiyo mimi niwaombe, mimi niwaombe kwa sababu taarifa taarifa wana wanazotupatia nisikilizeni basi nimalize, taarifa wanazotupatia wana Yanga wanasema meneja ndo amesema hana taarifa ya, ya, ya Simba kuja kufanya mazoezi eh? hana taarifa. Ni kweli, waandishi wa habari nyinyi mnaanza mkatoa kabisa taarifa kwamba, yani mechi ambayo tumeiandaa kwa zaidi ya miezi mpaka mitatu kwamba meneja hana taarifa ya timu kuja kufanya mazoezi. Mna taarifa mnmn mnaelewa hilo somo? Meneja ni wa Yanga. Kwa hiyo sasa, ndio tuwaulize nyinyi wa Yanga, wa Yanga mnaosema, aliyegoma, aliyezuia watu, nisikilizeni Simba nisikilizeni. Simba wamezuiliwa kuja kufanya mazoezi, na kisheria au kikanuni itakuwa sisi tufanye nini? mazoezi kama yeye ye hajui ambacho amba wamekizuia sisi tuwaeleze ukweli kwamba Simba hatujaacha kuleta timu uwanjani, kwamba tunaiogopa Yanga. Kwanza hata matokeo ya awali mmepewa matokeo na Kayoko, sio Simba. Kama mmeifunga goli, tumejifunga, tumejifunga sisi wenyewe kwa goli la kijili. Hatujafungwa na forward yoyote ya Yanga Sini, kufungwa, kwa mimi niwaombe Yanga waache mihemuko kama wana uwezo, dada yangu mwandishi wa habari, samahani kwa kuita dada mwandishi wa habari, wangeifunga SMR ya ja goli moja tu wakorofai kwenda robo fainali, si ndio? Watu kama hao wameshindwa kukorofai kwenda robo fainali, leo wanatoa mapafu kwa ajili ya Simba, kweli? Unawaelewa? mimi niwaombe, mpira wa Tanzania kwanza hatujafikia hatua ya kugombana Yani, vita tunatengeneza vita kwa sababu ya Simba na Yanga, huo huo ni weledi mdogo, halafu tunashusha hadhi ya mpira wa Tanzania. mimi, mimi ni Ma, mapendekezo yangu mapendekezo na maamuzi yangu kwanza tunaiawtusikilizane TFF. TFF basi ndugu yangu wa Yanga, naomba tusikilizane mwenza mtani wangu tunachokiombea hapa sasa ni kuihamasisha kui, kui wow, kui TFF na bodi ya ligi, si ndio? Hizi hizi tabia tumeshazizoea. Sasa hivi kuna mtu amenifuata akaniambia sisi tulizia kwenye mpira wa, wa Simba na ma, na nani na Pamba kwamba ilitokea hichi kitu, baadaye tukakubali, tukaingia uwanjani, tukacheza mpira. Sasa ina maana wanataka tuishi vile wanavyotaka. Kwa hiyo yale mazoea ndiyo wanayotaka kuyatengeneza. Mwandishi wa habari leo <S3~> <pentru> ukamsamehe mtu kosa fulani likaonekana, atakayekuja kitenda kosa atasema mbona mtu fulani ulimsamehe, si ndio? Mimi nilikuwa naomba na ushauri wangu kwa TFF kwanza, hichi kitu mimi nimetoka Kilimanjaro nimetumia gharama leo, na siku ya nne <gibu> nimetoka Kilimanjaro <gibu> nina siku ya nne naishi gesti gesti, <gibu> na lipa <gibu> na kula, <gibu> na lala, halafu naondoka bila kuona mpira. Mimi ningeomba TFF <gibu> <gibu> nasikia <gibu> nasikia, mimi ningeomba TFF unasikia sisi tumeomba tumeomba tunaiomba TFF ifanye kazi kwa kufuata sheria na kanuni za soka yeah. Sawa so, tumeumia mashabiki wa Simba kusema ukweli, tumeumia jana, wanatuambia tumekuja na waganga wako kwenye gari, ukimwambia alete hao waganga hawaleti. Kwa hiyo na maana unajua kichaa kuwa jambazi, hata mwanaume mwenzako ukimwona anakifua unawaza ni jambazi. Sasa mimi niwaombe TFF hii swala walichukulia kama kama la msingi. Kwa hiyo mimi nawaombeni tu kwamba muwapelekee TFF hili swala halikubaliki, na hatuwezi kuongozwa na mpira kwa mgini wanazozitaka Yanga. Haya ni mazoea ambayo Yanga anatuwekea <tinyo> Tunarizika kwa sababu kama tuna, tuna, sisi, sisi tunasubiri kwanza maamuzi ya TFF, si uh, uh, yani sisi mimi siko hapo kuisemea klabu ya Simba, niko hapa kusema kwa nafasi kama mshabiki. Kama klabu ya Simba wana confirm wanakubali kwamba wanataka watafuata utaratibu ambao umewekwa, sisi tuko tayari kama mashabiki mpira sisi tunajua na, si, na Yanga haiwezi kutufundisha chochote sisi ndio watu wa kimataifa, tuko sasa hivi robo fainali, wao wako nyumbani mama. Hata yani hawawezi kutuambia hata iwe robo fainali ya makande, lakini sisi tu tupo, si ndio? Na wao wapo kwa mimi, naomba TFF wafanye maamuzi yenye heshima. Asante sana.